Mwingine ameniuliza ni lini nimejipanga kupeleka maji kwa mikoa ya jirani. Kama wenzetu, tumeanza ndugu zangu, nilivyotaja Merelani. Merelani sio mkoa wa Arusha, Merelani ni mkoa wa Manyara. Kwa hiyo maji yameweza kutoka Arusha ameenda Manyara, na tunavyoongea <laughs> naona kama tunaenda kuhudumia na nchi jirani kwa sababu maji haya ya Sinya ambayo tunaenda kuongeza na manga wenzetu wa Kenya wanakuja kuchota na manga kwao. Unaona kwamba tunajitanua kufuatana na mahitaji yanavyojitokeza. Kwa hiyo hiyo hiyo surplus ya maji tulionayo hatubaki nayo, nayo kwamba tukaa tunayaangalia pana, tunayasambaza. Kwa hiyo ni kutoe wasiwasi, hilo swala tutalifanyia kazi immediately. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari Maelezo, Dodoma ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.